Yes bana, huyu ndio eh, Diamond Platnumz ambaye wa kimataifa ambaye siku zote watu wengi wamekuwa wakitamani kumwona akifanya makubwa kabisa kitaifa zaidi. Kwa sasa kampuni kubwa ambayo inajulikana kimataifa kwa upigaji picha eh, za wasanii wakubwa na matukio makubwa bila kusahau watu maarufu eh, bana, anafahamika kwa jina la Getty Images imetangaza rasmi kuuza picha moja ya eh, Diamond Platnumz kwa dola eh, E, 499 ni kama shilingi milioni moja na laki tatu hivi ikiwa na ubora e, wa juu kabisa. Zimeandikwa sasa hapo masuala mazima ya namba ya, ya upigaji picha, kwa wale ambao wanapiga picha i think utakuwa unaelewa ni 4188 times 6000 pics Noma sana, lakini pia kwenye mabano nyingine ni 25.1 MP. Kwa hiyo unaojua kupiga picha vizuri utakuwa unanielewa vizuri kwa kile ambacho nakuwa ninakisema. Kwa ubora mwingine gharama zake e, zipo pia. Unajua kabisa kwenye udownloadiji picha pale kuna kwa kuna kuna MBs tofauti tofauti, ambazo unajua kwamba kuna quality hii inakuwa na MB kubwa, quality hii inakuwa na MB kubwa. Lakini pia ukipita kwenye kwenye kwenye kwenye blogs tofauti, tofauti tofauti huwa kuna kwa kuna application, lakini pia kuna kwa kuna picha au kuna videos ambazo ili kuzipata ni lazima uweze kulipia kwa wale ambao tumetumia sana hizi simu lakini pia application tofauti tofauti watakuwa wananielewa. Kuna baadhi application inatakiwa uzilipie, kupesa, and then uweze vizuri kwa energy kubwa, wasanii wengi kuonyesha ku appreciate kwa kile ambacho amekifanya. Kuna picha ambazo zilikuwa zinapigwa pale na ziweza kupigwa na, jina la Getty Images sasa kuweza kuipata ile picha au ukiweza kuingia kwenye ile page na kuweza kuidownload kuhu ile picha ni lazima uilipie. Kwa pesa za Kitanzania ni takriban milioni moja na laki tatu kwa dola ni dola mia nne tisini na Tisa. Imagine watu wengi sana walikuwa natamani kuona eh, utaifa ukifika zaidi kwa eh, pande zima ya muziki. Unajua kuna video clip ambayo eh, pia ilishawahi eh, kutambaa ya Otile Brown pia ambaye alikwisha kumponda Platinums, lakini pia uwezo ukasema Platinums tu peke yake uh, wasanii wote kutokea huku East Africa na kusema kwamba kupata international artist kwa kipindi hiki itakuwa ni ngumu sana, haiwezi kuja kutokea kupata international artist kuweza kufanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania, nje ya mipaka ya East Africa nje ya Afrika pia kuweza kumpata international itakuwa ni ngumu ngumu sana, lakini Platnumz anazidi kudhihirisha ukubwa wake kutokana na shows pia. Imagine show tatu kuweza kufanya London. And then kwenda eh, Marekani kuweza kufanya show tena ya Sama Jam and then, sasa hivi tena ameweza kurudi London kuweza kukutana na eh, DJs ambaye ameandaa ame, ame hiyo show ya DJ kutokea kule kule London, na kuna post ukienda kwenye ukurasa wake wa Instagram wa Diamond Platnumz ameweza kuposti ile ile cover ambayo yule mshikaji alikuwa anamtaka kwamba aweze kurudi London waweze kupiga show. Sasa watu wengi pia wameweza kuleta eh, comments tofauti tofauti kuhusiana na hiki ambacho kinakuwa kinaendelea, kwamba eh, Diamond Platnumz pia ndio tulikuwa tunataka kumwona huku ambako tunamuona sasa hivi. Imagine picha moja kuweza kuuzwa milioni moja, eh, na laki tatu ni noma sana. Mshikaji anafahamika kwa jina la, la DJ, a, a, a, DJ AG online kabisa huyu jamaa kutokea huko London na show zake nyingi zinaonekana kuwa ni za mtaani. Tunajua kabisa kuna ma... baadhi ya madija ambao nimesha kuona hapa eh, Tanzania wakiweza kujaribu kile kitu, lakini kile kitu walikuwa nakifanyia eh, unakuta ni ndani fulani, and then ameweka vinywaji vyake pale, watu wana have fun, wanafurahi, wana, wana enjoy and then anakuwa DJ anachezea muziki pale. Sasa huyu mshikaji nimeona eh, E, mfumo wake wenyewe upo e, kwenye e, kwenye, kwenye, kwenye swala zima la kukaa nje fulani hivi inawekwa pale speakers and kwa nyuma kuna kwa kuna watu wanakuwa wanacheza wana have fun kinoma noma. Sasa bana Platnumz yeye picha yake ili kuweza kuipata ni takribani pesa ya Kitanzania, njuruku ya Kitanzania milioni moja na laki tatu. Imagine noma sana. Sasa huyu ndio Platnumz ambaye tulikuwa tunamtaka kumuona kimataifa zaidi au bado inabidi aongeze kitu fulani kwa sababu kwa hapa alipofikia watu wengi wanatamani kumuona juu and juu zaidi. Yapi maoni yako Drop comment yako hapo. Comment yako hapo rekometisha kinoma noma, take club for this. Ciao.